Yanga ya wanataka kumrudisha kwa sababu Aziz pia anaondoka. Aziz anaondoka unajua eh? Aziz mzizi wote wanaondoka. Kwa hiyo Yanga wanataka amchukue Faisal Salum, wanataka udanganye danganye, wamlaghai kwamba ukija hapa utakuwa star yani ndio utakuwa mfalme wa Yanga, yani wewe ndio yani wewe ndio kama Mbappe alipokuwa pale PSG. Ndio, yani wewe ndio kama CEO wa klabu, yani wewe ndio utakuwa Faisal the one and only. Unaona vizuri, yani yani wewe unavalishwa crown wa Yanga, kwamba watampa mshahara mrefu zaidi ya milioni 35 lakini, watampa milioni 750 kwenye signing fee. Ni propaganda zile zil eh, tupidishe katika usajili wa Faisal. Nasemekana kwamba wananchi wanamhitaji kijana rejee nyumbani, lakini swala la maandazi kumuita mama, swala la maandazi inaonekana ni moja ya kipengele kikubwa kwa Faisal kurejea katika ardhi ya mitaa Twiga na Jangwani. Friji bovu, mbona? Mbona sikitika, da sikitika. Ah, Naomba aondoke tu, ndugu yangu, kaka, huwezi kuondoka Umeongea ume kitu imenuma sana, unasikitika hmm. kwa Faisal mama. Mama hey, ukimwacha Mungu anayefuata ni, mama. Ni mama ndio pepo ya pili hmm. kwenye dunia ni mama hmm. mimi mama wangu amelea hmm. ameangaika na mimi hmm. Faisal alituambia wazi mama yake ndo alioangaika naye muda hmm. mrefu amesota kijana yule hmm. mama ndo alikuwa anataga naye hmm. leo atokea mtu anamdhihaki mama, lakini sio uongozi wa Yanga. Ni nani? mashabiki wa Yanga, mashabiki wa anatoka wa wapi? <laughs> ni watu wa kweli kama wazungu vile, wapendaji masiara kuona kwamba umesemwa, umetoka kusemwa umefanywa vitu vibaya, unalipwa milioni nne. Mchezaji anafanyaje analipwa milioni 4 huko nyuma tayari. Kuna watu nyuma wanataka waishi kupitia Faisal Salu imekuwa kubwa nyuma, watu wanaongezeka mwisho wa siku. Leo hii sasa wanamtaka mara baada ya kuona kijana ana maintain status yake ana maintain ubora wake ule ule, ana, ana, ana, ana kiwango chake kile kile, hajai kushuka na anafanya mambo makubwa. Leo ana assist tatu kwenye ligi ndo top pale, lakini pia msimu uliopita alimtia, alimtia Almanusura achukue kiatu, unaelewa Azizi. Na kwa hiyo unaona namna ambavyo alikuwa anaenda. Kwa hiyo Yanga wanataka danganya, kwa wamlaghai, ukija hapa utakuwa mfalme wa Yanga, crown wa Yanga, yani wewe ndio yani, kama Mbappe wa klabu. Yeah. Yaani wewe ndio unakuwa Faisal the one and only. Unaona vizuri kwamba watampa mshahara mrefu zaidi ya milioni 35 lakini watampa milioni 750 kwenye signing fee. Ni propaganda zile. Na sasa hivi ukitaka kujua angalia watu wanaoandika hiyo story ya Faisal Salum kwenda Yanga. Ni wale wale tu wanajirudia. Wanalishwa mali. Oh, asemeni hivi. Rafael Mombeki. Anahangaika. Nani mwingine anaandika baada ya Faisal kwenda Yanga? Rafael Mombeki anaandika sana. Kwa nini anaandika hiyo story? Kwa sababu anatoa mfano Simba amefuzu kwenda nusu finali. Badala Simba asifiwe amefika nusu finali, utasikia Faisal anaenda anaenda Yanga ili okay, kufifisha kile ambacho Simba amekifanya kwao. ni waandishi na wachambuzi wenzetu ambao wameamua kuchagua pande wao, hata kama wanaishi kupitia uh, vilabu hivyo it's fine, lakini kuna muda tusijitoe ufahamu. Sawa. Kwa hiyo kwangu mimi Faisal Salum, habari nilizonazo mimi nimeenda Unguja nilikuwa Zanzibar. Ndio. Watu hawa karibu kabisa wanasema Faisal hawezi kurudi Yanga. Nimekutana na babake mdogo yuko pale. Na nikonyesha chatting, ninazo ila siwezi kuziweka wazi. Yeah. Lazima uhide watu. Mm. Lakini kingine tu ni kwamba Faisal yeye binafsi anataka Simba. Anasema yeye maisha yake anataka kabla kabla hajaenda nje acheze kwanza Simba, na akiangalia Simba anaiona nafasi Simba. Kwa taarifa yako nakupa za ndani, Simba walishamtaka Faisal dirisha dogo. Mame Deu je, alishakubali tayari, alishamwambia Mohamed mimi namtaka yule, na Fadul alishaambia ukimtaka mchezaji yote niambie Faisal Salum. Wanatuma viongozi wa Simba kina Magori kina Tayagen nendeni mkutane na Mzee Said Salim Sali, Sali, Bakresa mwenyewe. Sababu wale kina Popat, uh, pamoja na, na ule mze, nani, ule uh, Yusuf Bakresa mm. Miliki wa timu watimu alikuwa anapiga piga chenga pale. Alafu najua Popat pia Yanga Afrika yule damu eh. Kwa hiyo kilichotokea tu ni kwamba Mzee Salim Said akasema, sasa hivi dirisha dogo ni ngumu sana kwa pesa tusubirie dirisha kubwa kwa sababu hapa tukiwa hapa, Faisal ndio Yanga na, na Azam anamtegemea kwa sasa na ndio ufunguo katika timu ya Azam, anawapa mafanikio na anawapa furaha. Kwa tukimwachia tuki aje sasa hivi. Uwezo wa kuachia mimi ni nao. Kwa sababu anakumbuka alimpa Kapombe, akampa akampa uh, Boko Manula, akampa Nyoni, akampa Manula. Si ndio unaelewa? Kwa anajua yeye na Simba na DNA. Alafu ni mwanachama na analipa ada na kila wakati anawasaidia. Kila mambo akitokea anasaidia. Kwa hiyo no, swala pesa alikwenda kule mm iko kwenye mikono ya mzee Sali, Said Salim Bakresa kwa sababu yeye ndo ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa kuna kupeleka Manula pamoja na ku na kumpa Azam milioni mia sita na nusu pale. Na Faisal anatakiwa na mm, Kaiser Chiefs. Nilikuwa Afrika Kusini, Kaiser kweli wanazungumza hilo lakini Faisal anatamani zaidi acheze Simba, nafasi yake anaiona pale. Lakini pia Simba wanasema watampa mkataba wa miaka mitatu. Alikuwa mkataba, kuna kipengele cha kumuuza nje. Yaani hata kama ameingia leo pale Simba wako tayari kumwachia, hawana muda wa kumbanabana. Inasemekana kuna bilioni ambayo inatakiwa iende Yanga. Hapo sasa inakuaje hiyo bilioni wanasheria? Kuna wanasheria wamechakata bana, watu wangu wa karibu wamegundua kwamba ni ulaghai. Inawezekana ni ulaghai kwa sababu huwezi ukamwekea mchezaji wa ndani mzigo huo mkubwa namna hiyo, eti kwamba akitaka kwenda timu ya ndani bilioni moja, hmm. kwa maana hapo Yanga walimtarget tu Simba kwamba Faisal akitoka Azam anaweza akaenda na inawezekana Simba ndo wamechora hiyo ramani kwamba aende Azam afu baadaye arudi Simba. Unaelewa, eh? Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba Faisal Salum ile bilioni moja iliwekwa na wao walikubali haraka haraka sababu alikuwa na pressure. walikuwa wanataka aondoke pale, lakini watu wamekaa chini wakagundua ile bilioni moja ni boshen tu, na ukienda kisheria hakuna klabu inaweza ikamwekea mchezaji wa ndani hiyo milioni moja haiwezekani, labda kama anaenda kucheza soka la nje. Kwa hiyo wataenda kuchakata bushaziku, watagundua kwamba Yanga alambi kitu pale <laughs> kwa maana hiyo, sema dili la, la Faisal kurejea ranga kwa upande wao kama Friji bovu mama, hawezi kukubali maisha. Na Faisal amesema akitaka niende Yanga wakaongee na mama, mama akikubali taenda, sababu mama anasema, mama ndio pepo yake tusubiri kuona lakini kwangu naamini Simba ana nafasi kubwa sana na Feisal kuliko Yanga Afrika. Wewe tu ukafanyia mchezaji dhihaka namna ile alafu leo ukamtaka. Na Wazanzibari ni wazao kulipiza kisasi. Wazanzibari hawakubali kukaa na vitu kaka. Wazanzibari hawakubali kupelekwa pelekwa. Hivyo ndivyo ambao Feisal amefanya. Yule unajua ni mkojani yule. Kwa hiyo yu, tusubirie kuona mwisho wa msimu na kwa ushauri wangu pia Feisal ili afanikiwe aende Simba. Kama sio Simba, aende zake nje akatafute maisha. Lakini, ba Wameona uhakika. Sasa nasema bwana Friji Bovu anatumika. Nina gari kaka. Nimejenga. Nina gari nimejenga na maisha mazuri. Ma mimi si yule sana, yule. Unaijua sana Yanga. Na, na, na mimi Yanga kwa famasi ana nawapiga, na sipa nawapiga na na kila siku Simba. Kwani mara ngapi nawapiga Simba? Simba kipindi wanasajili rundo la wachezaji nane. Mimi si ndio nilisema. Wao Chama na Morrison wakiondoka tu wanaleta watu nane pale, mnaanza kupiga madili, mnaanza kamisheni asilimia ishirini ishirini. Mara sawadogo mara sijui, eh, dakari nyoni. Niliwasema sana Kipasua sana em, tukutu, lakini kipindi hiki wanafahamu vizuri niko nao, tumaliza kwa dakika chache sana uh, Friji Bovu, tumeona Yanga wanahusishwa na ule winga Mwangola, taarifa hizi kwa vipi zimekufikia? Katika na na na yes wanahusishwa na Gilberto, na of course Yanga wana wachezaji sita wa kigeni ambao wataingia hapa, mmoja anatoka huko Angola, mwingine anatoka Ivory Coast ni kiungo. Wanahusishwa na wachezaji wengi, na of course wataondoka wachezaji wengi. Mkude ataondoka pale mpaka sasa hivi hawajafanya mazungumzo na chama kama atamwongezea mkataba kwa sababu alimpa mkataba wa mwaka mmoja. Wachezaji wengi sana wataondoka, Azizi Ki anauzwa, unaona bana pale, hata Mzize, Max Zengele ana mkataba bakiza, anaondoka msimu ujao, kwa maana raundi hii ikiisha tu, unaona bana. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyota wengi wataondoka, kwa hiyo wanaingiza wachezaji wengi sana. Huyo Gilbeto ni winga mzuri, anaweza akaingia pale, nimesikia lakini, dau ambalo wamewapa ni kubwa, nikubwa sana, tusubiri kuona watafanya kitu gani? Lakini Yanga ni moja ya timu bora sana, ila wakitulia, kama watatulia, wakiacha propaganda Yanga wanaweza kuwa timu bora wakafika mbali. Lakini kama wataendelea na propaganda kimataifa atakuwa anapasikia, kwa sababu atakuwa anapata mechi laini tu. Ona ligi zao, ligi zao afika kule anashinda kutafuta goli moja dakika 90 dhidi ya MCA, dakika 90, yani mtu goli moja tu unatafuta kaka na unakosa. Kwa hiyo hiyo ni kwa nini? Kwa sababu unakutana na timu laini laini azikupe ushindani sana sana. ndugu. Asante za sio kote South Africa bwana ndugu yangu. Unataka randi ngapi? Mimi. Yeah. <laughs> mimi. Eh, nataka za kibongo bongo. Mimi kibongo amna waweza marandi kama uzijuzi kupi. Sawa basi nipe randi tano ndogo hivyo kaka. Hii inanitosha mimi, mambo Ah, twende.